Hey, na, Svenska alfabetet. Hello, habari, karibuni. Leo tutaendelea na herufi za Kiswidi. Kipindi kilichopita tulijifunza baadhi ya herufi za Kiswidi na tuliishia katika herufi c ka, ambayo kwa kiswidish tunasema kuwa. Eh, Leo tutaendelea na herufi zilizobakia. Na tutaendelea na herufi L. L, ambayo kwa Kiswahili tunasema la. La. L. L. Kwa Kiswahili tunasema ma. M. M. N. N. U. U. O kwa Kiswedish inasikika kama U kwenye Kiswahili. O inasikika kama U kwenye Kiswahili. Kwa hiyo ukiona O inasomeka U. U. P. P inasikika P. Q inasikika ku Q. Kumbuka kwenye Kiswahili hakuna hii herufi Q. Hatuna herufi Q kwenye Kiswahili lakini kwenye Kiswidish herufi Q ipo na inasikika Q. R, R, S, S. Tia. Tia. Mm. Mm. Uu ya kiswidi haisikiki kama uu ya kiswahili. U ya kiswahili, sauti yake hupanda juu. u, a, e, i, o, U ya kiswidi inasikika kwenda chini, sauti inashuka, falling intonation, sauti inashuka. Hapa ni rising intonation, sauti inapanda. Lakini kwenye uu ya kiswidi unasikika uu, uu, inashuka. O ya kiswidish ni uu. O ya kiswidish ni uu, uu.

Z ya Kiswidish inasikika seta, seta, wana o, o. Hii irabu a yenye kidoti kimoja inasikika uwa kwenye neno. Kwa mfano, duwa hei, duwa hei, duwa, kwa heri hei duwa. So hii ni irabu uwa e, e, e ni a yenye vidoti viwili juu e, e. Halafu kuna o irabu o yenye vidoti viwili juu unasema uh. Kama vile unamzomea mtu uh. Uh. Tuanze kwa mtiririko mzuri kwa kusikiliza kwa makini. L, M, N, U, P, Q, R, S T, U, V Double V w. X, Y, Seta, o e, A. Asante na karibu tena kwa kipindi kijacho. Kama ni mgeni na umependa video hii, basi like, comment kitu ambacho umependa, usisahau kusubscribe na kubonyeza kitufe cha kengele ili uweze kupata taarifa kila wakati ninapokuwa ninatuma video mpya. Asante, tukutane kipindi kijacho.